Bwana, mimi, kawaida, tuko foro, wadau, bwana noma mimi Amri Mwinga kama alhamdulillah. Safi, mimi naitwa Amri mimi naitwa Abbas hmm. Yusuf Awesu almaarufu jina la Edi. Edi Cool the Black One. Okay. Tofauti, kila mtu mm. Yeah. Sana? Mimi nimejikita sana kwenye harakati za udalali, nauza viwanja, nauza nyumba, nakodisha nyumba, yes, nakodisha magari, nauza magari na vitu kama hivyo, na mambo mengine kama kwenye tua, nime mebezi kidogo maswala ya tuzi, madini. Yeah, yeah, yeah. yeah. na wageni hivyo hiyo magari kwa kacheki, anahitaji gari kwa siku ngapi, na mkonekti kama ana dereva yeah. dereva wangu mimi yeah. yes. kama dereva wake magari gani anahitaji yeah. unakaa chini nazungumza biashara yeah. yeah. okay. okay. okay. sana biashara a kama mtu anakuja Zanzibar ana dereva anataka kuendesha gari, anahitaji hivyo hivyo, nampa dereva, then anafanya kazi yake, kama ni nawakenda shamba wapi. yeah. Paje, Michamvi wapi wapi, wapi Nungwi, mimi mwenyewe na maamuzi yake. Kwa hiyo na nadpendi kidibwa maelewano y imekaa poa sana hiyo. Okay, so kuna watu anasema labda inaweza inawezekawa gharama sana na nina, nini na nini, kuwatoa hofu labda mm. kwenye price kwenye price kwenye maswala labda maswala kama kitu ya gari ya magari kukodi, kukodi. gari ya kukodi labda nimetoka zangu bara nataka kuja ku Zanzibar mimi naendesha gari huko na nini lakini pia nadhani kwamba unipe dereva wako na gari pia ili naweze kufanya mambo yangu. Okay. Sasa, yeah. ina dipende ni kikubwa maelewano mm -hmm. Sometimes naweza ukapata kazi lakini kakuletea mtu ile kazi mm -hmm. So wewe mwenyewe unategemea yule mtu aliyokuletea kazi una bless na kiasi gani yeah. So, unajua commission yake yeah na kikawaida na dipendi na gari gani mtu ambao anahitaji kukodi. Yes, kila gari na bei yake, kama ni mm, like, Alphard na bei yake, RAV4 na bei yake, ICT na bei yake. Kwa hiyo ni maelewano yenu, like for example, ukiangalia Alphard kuna wengine wanafika elfu sabini wengine elfu themanini wengine mm, laki moja kwa siku, wengine laki ishirini. Ina depend na gari yenyewe na maelewano yenu mtakavyokubaliana ipo kama hivyo, na yule mtu ambaye anakuletea mteja lazima umbless commission yake ka okay, iwezekani so, mtu anakuletea kazi then uwezi kumbless kwa chochote, so unakuwasiu kazi na utu. Unasema hivyo kazi na utu challenge zote. Kila kazi haikosi changamoto. Kuna challenge zote ambazo ushie kutana nazo. Kweli hizi Labda changamoto kwenye biashara zipo, zipo nyingi tu, yes. Kwenye magari labda kuna gari kuharibika na gari, yes, mikodi changamoto. Unaona kuna gari kupata tatizo lolote, yani emergency ipo, any emergency natokea ya, yeah, zipo gari kuharibika, gari kupata itilafu yoyote, yeah, lakini all in all unakuwa mpo kwenye mkataba na mwenye na gari, sio ya, yeah, kama lazima uta ukiharibu uki utakuwa kuna matengenezo tutatengeneza, then tutaelewana. neno lolote mimi kama ni kijana mdogo wa Kitanzania ningependelea kusema kwamba vijana wenzangu, tufanye kazi kwa bidii yes, tufanye kazi kwa bidii, tutafute, tuwe na subra kwenye utafutaji wetu ya yeah, mambo ni matatu: kufanya bidii, kuwa na subra Then, kudili na Mungu, yeah, sababu ukifocus kwenye vitu hivyo unaweza ukaingiza uka vitu vingi sana kwenye maisha yako, pengine vinakuja kama na vitu vingine, kumuheshimu kila mtu kuheshimu, yeah. Kazi yako ipo yeah, hivyo. Kwa hiyo mtu akibezi humo, mm -hmm, naamini anaweza akapita sehemu ambayo anahitaji akapiga hatua nyingine mbele, kazi ni muhimu yeah. yeah, kijana bila kazi mambo yaendi. Okay. Social media una kiukweli alimfoka sana na social media, japokuwa biashara siku hizi ni kwa simu, maendeleo ya ma TikTok wapi wapi wapi na Instagram, lakini mimi najin sana na WhatsApp tu hapa. WhatsApp, mimi communication zangu WhatsApp. WhatsApp, mtu akinicheki WhatsApp, unataka WhatsApp. Yeah. Nyumba so, so nataka gari, nadili na WhatsApp, WhatsApp tu, sio tatizo, tushia namba so, okay, fine, okay. Mba, kishia namba mshikaji, kama unakuja Zanzibar unaishi wa gari unahitaji nshi zote sana na transport nchi za nyumba, nini, vitu kama hivyo viwanja, mwana wetu ana sote hapa. yeah. Bana, good time. Nashukuru sana kwa time yako brother, thank you baba sana, asante sana. <laughs>